Kwa majina naitwa Mesha. Mimi ni driver toyo hapa CCM hapa round about. Tulikuwepo hapa hivi kwenye muda wa saa saba, saba nimetoka hapo hivi, nimeenda kupata msosi hapo hivi. Hapo hivi kwenye hema hapo hivi nimetulia zangu. Kwenye kandari kawa imefika hapa imeshusha abiria fresh tu hapa, imeshusha vizuri. Imeshusha mizigo, watu wamepakizwa kwenye toyo hapa wanaondoka. Saa muda wanaondoka saa gari ndio muda wewe najazwa moto inaamsha. Makonda wawili wakawa wamepanda kwenye gari akawa amebaki mmoja hivi chini. Asa katika ile ndo anaenda kupanda hivi, akawa amekanyaga hivi yenyewe, gari ndo ilikuwa imeshajazwa moto sana. Kumbe ilikuwa imechoka, choka yenyewe siju na hisi kitu kama hicho yenyewe. Akawa hajafikisha mguu juu vizuri. Mguu umeshika chini lami hivi. Akavutua huko ifuasi adwasi huko chini yenyewe, akakanyaga mara ya kwanza. Tairi ya kwanza ikamkanyaga ya tatu na yenyewe ikaje ikamkanyaga. Yaani tairi zote tatu braza hapo zote zimemsambaratisha yani, kwamba ni mbaya. Yani. Kwa kweli braza hapo, sasa ndo unashindwa kuelewa bana hii mambo bana. Ima, bana. Maana davu hapo sasa davu mwenyewe anatakiwa awe makini kweli kuangalia kwenye side mirror kama watoto wameshapanda juu. Sasa davu alishajaza moto sana ndio ikaje kuwa balaa. Kwamba davu hata ingekuwa alikuwa ameangalia kama watoto wameshapanda kwenye chuma, singetokea hiyo. Ni kuwa makini kwa inatakiwa tunatahazisha tu kuwa makini, watu wawe makini barabarani na kumuomba Mungu sana yani. Yeah, naelewa? Yaani kitu cha msingi ni kumuomba jaa sana, ukitoka asubuhi kumbuka kusali. Na yani. Magari wanasema alikuwa anakimbizana kimbizana hiyo. Haya magari bwana, ndio hivyo bwana, kukimbizana, wanakimbia lakini si wapo makini yani, maswala tu ya road bra. Yaani hatuwezi kumlaumu davo, hatuwezi kumlaumu mtu yote, maana balaa bala kutokea ni mabala yanatokea sana. Ni kuwa makini tu wenyewe na madavo natakiwa wakalishwe, wapewe mafunzo, wawe makini barabarani, ndio swala la msingi tu hilo kaka, lakini sio la swala la kulaumiana yani, swala tu la kuombeana na kuwa makini. Umetokea Singida Iguguno hmm. Se, tulikuwa ndani sasa tuelewe kilichotokea. Tumeona tu konda kakanyaga na gari, baada ya wakati anashusha mizigo gari ikaondoka, wakati anaikimbilia sasa ili apande kushika nani, akateleza ndio akaanguka gari ikampitia, hmm. Tuishuhudia maremu akiwa amebanwa na tairi mm -hmm. E, ndo, sasa wakapiga simu ili matrafiki waje waje waangalie utaratibu wao Uh, umechakaa mno yani, kichwa yani kimesumuka kabisa kabisa.